Ni vitu vya ajabu sana, maamuzi ya watu watatu kwenda kuharibu mkutano wa wananchi. Kauli hizi unazozisikia ni wananchi wa kata ya Mandewa, eneo la Jineli, ambapo zinatokana na kufanyika kwa maamuzi ambayo hawajafurahia, eneo la soko kuwa viwanda, ambapo maazimio yalikubaliana nayo hapo awali yameenda kombo. Tukakuta kibanda kimejengwa ambacho ni kiwanda cha matofali, tukaenda kuuliza mbona ilikuwa ni mpango wa soko na mkutano ulikuwa ni mkutano wa wananchi wote wa karibu kata ya Mandewa, tuliamua maazimio ya soko. Imekuwaje hii kubadilisha matumizi kuwa kiwanda? Hatukupata majibu, ndo majibu ambayo tumeshangaa mpaka sasa hivi. Tulikuwa kwamba ni wananchi ambao wajasiriamali, wananyanyaswa na viongozi walioingia madarakani sasa hivi. Mbona tumefanya zoezi hili mara nyingi na hatuoni mafanikio yake? Wakasema awamu hii ni tofauti, lazima utaratibu utekelezwe. Cha kushangaza, sasa hivi kabla utekelezaji huo na hatujui ni kikao gani au mkutano gani ulitengua kauli ya mwaka jana. Leo hii amewekwa mwekezaji wa kufyatua kiwanda cha tofali. Sababu kubwa ya kutoendelezwa kwa soko hilo ni wafanyabiashara kuweka biashara zao kando ya barabara. Kwanza itasogeza huduma kwa jamii pia vile vile. tukiangalia sasa hivi kwenye mipango miji biashara hapa jini biashara zinafanyika kwenye majumba ya watu. Chukulia kwa sasa hivi watu wengi sasa wanafanyia biashara barabarani ukiangalia barabarani waka kunatokea pukushani a ajali waka zinaza ikatokea. Baada ya malalamiko haya, hatukusita kumfuata mwenyekiti wa serikali za mtaa ili ajibu manung'uniko haya. Je, majibu yake yalikuwaje? Ni kweli kuna malalamiko kwa baadhi ya wananchi wakilalamikia kwamba soko hilo limebadilishwa matumizi lakini kwa mimi ninavyofahamu, kama mwenyekiti wa mtaa, soko hilo halijabadilishwa matumizi, bado ni eneo la soko. Mwananchi tu amepewa kipande kidogo kwa ajili ya matumizi, wakati tunaendelea na michakato ya kuhakikisha baadhi ya wananchi wenye eneo hilo ambao wanadai fidia ili kupisha soko hilo lianze kutumika, wana, wanapewa fidia zao na wakishapewa fidia zao, ndo utaratibu wa kisoko unaanza. Takribani wananchi kumi na mbili ndio ambao wamelipia ili kupata vibanda vya biashara katika eneo hilo, ambao mgogoro wa ardhi pia unazungumzwa kuwa ni chanzo cha kuchelewa kulipa fidia kwa wananchi katika eneo hilo.